Kitabu cha Nahumu sura ya kwanza na ya pili. Ndiyo, kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro na wakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Karibuni sana leo, tunaenda kuanza kitabu kingine tena kinaitwa kitabu cha Nahumu. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanatusimulia kwamba kitabu hiki ni kitabu ambacho kinaongelea juu ya mji wa Ninawi katika hukumu ya Mungu na mambo mengine ya ujeuri wa Ninawi na mambo mengine mengi kuhusu Ninawi. Kwa kwa ujumla tutapata mafundisho mazuri sana yenye unabii ndani na mafundisho ndani yake. Tusali, tuanze rasmi kukisoma. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amen.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 Kitabu cha Nahumu, mlango wa kwanza. Ufunuo juu ya Ninawi. Kitabu cha maono aliyoyaona Nahumu Mwelkoshi. Bwana ni Mungu mwenye wivu, naye hujilipiza kisasi. Bwana hujilipiza kisasi, naye ni mwingi wa hasira. Bwana hujilipiza kisasi juu ya adui zake, huwawekea adui zake akiba ya hasira. Bwana si mwepesi wa hasira, ana uweza mwingi wala hatamhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Bwana ana njia yake katika kisulisuli na tufani, na mawingu ni mavumbi ya miguu yake. Yeye huikemea bahari na kuikausha, pia huikausha mito yote. Bashani hulegea na Karmeli hulegea, nalo ua la Lebanoni. Milima hutetema mbele zake, navyo vilima huyeyuka, nayo dunia huinuliwa mbele za uso wake, naam dunia na wote wakaao ndani yake. Ni nani awezaye kusimama mbele za ghadhabu yake? Naye ni nani awezaye kukaa katika ukali wa hasira yake? Hasira yake kali humwagwa kama moto, nayo majabali yapasuliwa na yeye. Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye huwajua hao wamkimbiliao. Lakini kwa gharika ifurikayo atapakomesha kabisa mahali pake, na kuwafuatia adui zake hata gizani Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa, mateso hayatainuka mara ya pili. Kwa maana wangawa kama miiba iliyotatana na kunywesha, kana kwamba ni katika kunywa kwao, wataliwa kabisa kama mabua makavu. Ametoka mmoja kwako, aniaye mabaya juu ya Bwana, atoaye mashauri yasiyofaa kitu. Bwana asema hivi: ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu, ijapokuwa ni wengi hata hivyo watakatwa naye atapita na kwenda zake. Ingawa nimekutesa sitakutesa tena na sasa, nitakuvunjia nira yake nami nitakupasulia mafungo yako tena. Bwana ametoa amri katika habari zako, ya kwamba asipandwe tena mtu awa yoyote mwenye jina lako; toka nyumba ya miungu yako nitakatilia mbali sanamu ya kuchora na sanamu ya kuyeyusha nitakufanyia kaburi lako kwa maana umbovu tazama. Juu ya milima iko miguu yake aletaye habari njema, atangazaye amani. Zishike sikukuu zako, E Yuda, uziondoe nadhiri zako, kwa maana yule asiyefaa kitu hatapita kati yako tena kamwe, amekwisha kukatiliwa mbali. Mlango wa pili, yeye asetaye vipande vipande, amepanda juu mbele ya uso wako. Zishike silaha ilinde njia vitie nguvu viuno vyako, uongeze uwezo wako sana. Kwa maana Bwana anairudisha fahari ya Yakobo kama fahari ya Israeli, maana wateka unyara wamewateka na kuyaharibu matawi ya mizabibu yao. Ngao ya mashujaa wake imefanywa kuwa nyekundu, watu waliohodari wa vita wamevaa nguo nyekundu sana, magari ya vita yametameta kwa chuma, chapua siku ya kujitengeza kwake na mikuki inatikiswa kwa namna ya kutisha. Magari ya vita yanafanya mshindo njiani, yanasongana songana katika njia kuu, kuonekana kwake ni kama mienge, yanakwenda upesi kama umeme. Hawakumbuka watu wake wenye heshima, wanajikwaa katika mwendo wao, wanafanya haraka waende ukutani, nacho kitu cha kuwafunika kimewekwa tayari. Malango ya mito yamefunguka, na jumba la mfalme limeyeyushwa. Husabu naye amefunuliwa, anachukuliwa na wajakazi wake, wanalia kama kwa sauti ya hua, wakipigapiga vifua vyao. Lakini Ninawi tokea zamani amekuwa kama ziwa la maji, ila hata sasa wanakimbia. Simameni, simameni! Lakini hapana hata mmoja atazamaye nyuma. Chukueni nyara za fedha, chukueni nyara za dhahabu, kwa maana ni akiba isiyoisha, fahari ya vyombo vipendezavyo amekuwa utupu na ukiwa na uharibifu, hata moyo unayeyuka, na magoti yanagongana gongana, viunoni mwote mna utungu, na nyuso za wote zimekuwa nyeupe kwa hofu. Kao la simba liwapi, na mahali walishapoa na simba pawapi, mahali walipotembea simba mume na simba mke na mwana simba, wala hapana aliyewatia hofu. Simba alirarua vipande vipande, chakula cha kuwatosha watoto wake aliwasongea wake zake nyama, aliyajaza mapango yake mateka, na makao yake aliyajaza mawindo. Tazama, mimi ni juu yako, asema Bwana wa majeshi, nami nitateketeza magari yako ya vita katika moshi, na upanga utawala wana simba wako, nami nitakatilia mbali mawindo yako katika nchi, na sauti za wajumbe wako hazitasikiwa tena kamwe.